Mheshimiwa mkuu wa mkoa, sisi kama hospitali ya rufaa ya mkoa wa Katavi tunashukuru sana Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia wizara kwa mkua, kwa ya fedha na uongozi wako wa mkoa kwa kupatia kiasi cha shilingi bilioni 4 kutoka serikali kuu kwa ajili ya kuendeleza ujenzi wa b, sambamba na kukamilisha ujenzi wa majengo ya am ICU na hili jengo hapa mkoa. Ujenzi wa hili jengo na usafishaji damu ulianza kutekelezwa tarehe 15 mwezi wa 3 2024 na utarajiwa kukamilika tarehe 15 mwezi wa 3 2025. Mradi huu umetekelezwa kwa awamu kulingana na pesa ambazo zilikuwa zinapatikana. Kwa awamu ya kwanza, hospitali ilipokea kiasi cha karibia milioni 196 na ambapo katika hicho kipindi ujenzi ulifikia hatua ya kuinua ukuta wa ujenzi na kukamilika kwa asilimia 78. Awamu ya pili hospitali ilipokea karibia milioni 79 na ikakamilisha ujenzi wa jengo hili la dialysis na baadhi ya hela kutumika kununua samani ambazo ziko ndani ya jengo la dialysis. Kwa sasa mradi huu umekamilika kwa asilimia mia na huduma zimeanza kutolewa toka tarehe moja mwezi wa pili 2025 mpaka kufikia siku ya leo ambako umekuja jumla ya jumla ya sessions za dialysis za uchujaji damu 195 zimefanyika na hakuna uh, taarifa zozote za vifo ambazo zimetokea wakati wa eh, ufanyikaji wa hizo sessions. Eh, Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, ujenzi wa jengo la B ambalo tumetoka umefikia asilimia hamsini ambapo shughuli zinazoendelea pale ni kukamilisha ujenzi wa kuta za mgawanyo wa vyumba ujenzi wa jukwaa la zege pamoja na kusuka nondo za mimili mbalimbali na kuhakikisha kuta ambazo tayari zimejengwa zinakomaa ili ziwe imara kwa kumwagia maji na kwa utaratibu wa kitaalamu. Kazi nyingine ambazo zinaendelea pale ni kuendelea kupokea malighafi mbalimbali za ujenzi ambazo zinaendelea kufika eneo la site la kujengea, kwa mfano tofali, saruji, nondo, kokoto Uh, mbao za kuwezekea na kadhalika, Mheshimiwa mkuu wa mkoa, pamoja na ujenzi wa dialysis pamoja na b pia hospitali inaendelea kuyaendeleza kwa maana ya, ya ujenzi wa majengo ya ND na ICU uh, ambayo tayari sasa hivi yanatoa huduma na kazi zinazoendelea pale katika majenzi ya ND na ICU ni kuweka kuta za kukinga maji ya mvua hizi za pembeni. Okay katika majengo ya MD na ISU na kuyakinga majengo hayo na uharibifu unaotokana na maji ya mvua, ambapo utekelezaji wa kazi hii kwa sasa umekamilika mpaka asilimia 90. Aidha, ukuta wa mawe wa kuzuia mmonyoko wa udongo ambao kwa kitaalamu ni stone pitching katika majengo hayo uko katika hatua ya kuleta <coughs> malighafi za ujenzi, Mheshimiwa mkuu wa mkoa, tumeambatanisha hapa matumizi ya zile fedha za bilioni nne zilizotumika na maeneo mbalimbali, tumeambatanisha katika taarifa yetu katika jedwali na uh, tumeweza kuweka na kiwango ambacho kimetumika, lakini vitu ambavyo tulitumika ni ununuzi wa vifaa vya ujenzi, malipo ya gharama za ufundi na mifumo, malipo ya mshauri elekezi, mshahara wa fakofo, ukalimishaji wa majengo ya ndani na ICU, na upangishaji wa jengo la dialysis. Hizi ndo fedha ambazo zimetumika katika yale matumizi ya bioi. Sasa tumepata changamoto za kimaendeleo baada ya kupata fedha hizi, changamoto za kimaendeleo ni pamoja na, bado tutakuomba kupitia uongozi wako uweze kutusaidia tuweze kupata fedha za kukamilisha ujenzi wa b, lakini pia hospitali yetu ni mpya ya mkoa, kwa hiyo ina baadhi ya majengo mengi ambayo bado hay jengo la kuhifadhia maiti, jengo la kufulia nguo za wagonjwa, uh, jengo la kutakasisha vifaa na maeneo ya kupumzikia ndugu wale wanaokuja kuona wagonjwa na, na, na jengo kwa ajili ya duka la hospitali pamoja na uzio kuzunguka hospitali yetu. Shukrani. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, tunapenda kutoa shukrani kwa wadau mbalimbali waliofanikisha ujenzi wa majengo mbalimbali katika hospitali yetu. Tunapenda kutoa shukrani za dhati kwako kwa sababu umekuwa ukitusaidia mara zote ambapo tumekuja kwako. Tunapenda kutoa shukrani kwa wizara yetu ya afya na kwa rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tunawaombea viongozi wetu muendelee kupata afya njema na na muweze kuwa na na mpate hekima ya kuweza kutuongoza. Salamu naomba kuwasilisha. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Hongereni kwa kazi. Eh, kwanza nianze kumshukuru Mwenyezi Mungu kwamba kwa kwa mara nyingine tena tumeweza kukutana eh, katika hali hii ya mwendelezo wa shughuli za kiserikali. Lakini jambo la pili niendelee kumshukuru sana Mheshimiwa Rais kwa namna ambavyo ah, ameendelea kuutazama mkoa wetu kwa jicho la kipekee. Ah, ukifuatilia taarifa ambayo imesomwa hapa kuhusiana na huduma hizi za dialysis lakini pia ukifuatilia taarifa iliyosomwa kuhusu mradi wa mwendelezo wa ujenzi wa hospitali hii katika awamu ya pili au wing B, unaona kabisa kwamba dhamira ya Mheshimiwa Rais ni njema, ni nzuri na ni upendo wa hali ya juu kwa wananchi wa mkoa wa Katavi. Nasema hivyo kwa sababu hatujawahi kukaa muda mrefu bila kupata fedha za kuja kufanya mwendelezo kwenye hospitali hii ya mkoa, lakini kwenye sekta ya afya kwa ujumla wake, hata kwenye hospitali za wilaya, hata kwenye vituo vya afya, hata kwenye zahanati, ongezeko la watumishi, vifaa tiba na vifaa vingine wezeshi, ambavyo vinafanya maboresho makubwa katika utoaji wa huduma za afya. Kwa hiyo tuendelee kumshukuru Mheshimiwa Rais, tuendelee kumuunga mkono, lakini kubwa zaidi kwa wataalamu hapa, niendelee kuwasihi kwamba fedha zote zinazoletwa hapa ziendelee kuzisimamie vizuri na kuhakikisha kanuni, sheria na taratibu zinazingatiwa katika usimamizi na matumizi ya fedha zote za serikali zinazoletwa hapa. Lakini jambo la pili, niendelee kuwaomba sana, swala la uimarishaji wa miundombinu na vifaa ni jambo moja, lakini swala la mapokezi ya huduma nzuri, huduma bora za afya kwa wananchi ni jambo lingine. Na katika hili jambo lingine la pili, la pili la wananchi kupokea huduma nzuri, huduma bora ni swala la wataalamu, viongozi, pamoja na wote wanaofanya kazi katika hospitali zetu kupitia hospitali ya mkoa na kupitia watumishi e, niliowaona hapa hospitali ya mkoa, ni waombe sana kwamba muendelee kutoa huduma nzuri kwa wananchi wetu ili ilingane na ubora wa miundombinu na vifaa tiba na maboresho yote ambayo Mheshimiwa Rais anayafanya. Lakini jambo la tatu, nitumie nafasi hii kuwapongeza sana kwa namna ambavyo umeendelea kusimamia uendeshaji wa huduma za afya hapa katika hospitali ya rufaa ya mkoa wa Katavi. Nimezungumza na wagonjwa wachache leo kwenye eneo hili la dialisis, na wamenithibitishia kwamba huduma zinazotolewa hapa ni huduma nzuri. Ninaamini kabisa na kwenye idara nyingine kama mlivyozitaja hapa, naamini kabisa huko pia wagonjwa wanapata huduma nzuri. Kikubwa ni kuendelea kusimamia na kuboresha upatikanaji wa huduma hizo. Kwa upande wa ujenzi wa jengo la wing B au tuseme awamu ya, ya B inayoendelea, mimi niwahakikishie tu kwamba tutaendelea kushirikiana na kusimamia au ku, kuomba Wizara ya Afya pamoja na serikali kuu kwa ujumla kuendelea kuleta fedha zitakazohakikisha kwamba uh, majengo mengine ambayo bado hayajaanza kujengwa yanaanza kujengwa na yanakamilika, lakini na hata ukamilishaji wa jengo hilo la wing B basi na wenyewe uweze kufanyika. Kikubwa ni huduma mnazokusudia kuzitoa, vitengo vyote, idara zote, na kila mmoja kwa nafasi yake ya ajira kuhakikisha kwamba anapata eneo bora la kufanyia kazi na eneo bora la kutolea huduma. Kwa hiyo hilo, niwahakikishie kwamba e, mimi pamoja na wenzangu mkoani tutaendelea kushirikiana na Wizara ya Afya kuhakikisha kwamba upatikanaji wa fedha unaendelea kuwepo, ujenzi unaendelea kupatikana, na maboresho yote makubwa ambayo Mheshimiwa Rais ameyakusudia. Jambo e, la mwisho kabisa, jambo la mwisho kabisa, endeleeni kutupatia elimu. Manake ukisikiliza pia hizi data e, kwenye kwenye taarifa hii, tunamshukuru tuna Mheshimiwa Rais na tunapongeza huduma zinazoendelea kutolewa, kwa sababu tayari kumekuwa na watu wanaohitaji huduma hii, lakini ukisikiliza pia nyewe wenyewe madaktari kupitia vyombo mbalimbali, mimi wanasikiliza sana inaonekana ni kama vile tatizo hili la usafishaji wa, wa damu kwa matatizo ya figo ni kama linaongezeka. Kwa hiyo jambo lingine lililosema la mwisho kabisa ni waombe wataalamu wetu wataalamu wa tiba wataalamu wa kinga kutoka wizara ya afya e, ustawi wa jamii na kadhalika, tunaomba muongeze elimu ya namna gani ya kuishi ili kupunguza matatizo haya ya, ya kufeli kwa figo matatizo ya aina mbalimbali ambayo mnayaona nyewe wenyewe katika wagonjwa wanaokuja hapa kwenu elimu iendelee kutolewa ili tuwe pia na namna ya kukinga zaidi. Lakini kwa wale waliopata tayari matatizo ya figo, tunaamini kabisa kwamba kupatikana kwa jengo hili, vifaa tiba hivi na uzinduzi rasmi, pamoja na kwamba huduma zilishaanza, tunaamini hii inaendelea kuwasaidia, kama wenyewe walivyotushuhudia hapo kwamba wameendelea kuwa na afya nzuri, pamoja na kwamba wana matatizo hayo, kwa sababu huduma hii inatolewa uh, kwa ubora, na wameendelea kumshukuru Mheshimiwa Rais kwa namna alivyoboresha hapa na alivyoleta hii huduma. Mmesikia hapa mmoja ameeleza kwamba ilibidi ahamie Mbeya na kwenda kuingia gharama za ziada huko na familia, na kule imebidi anzishe familia nyingine kwa sababu ya kufuata huduma hizi za uchujaji wa damu. Kwa hiyo, kwa sehemu hii ya uchujaji wa damu ni sehemu muhimu sana katika kuhakikisha ustawi na afya nzuri ya, ya wananchi wa mkoa wa Katavi na mikoa jirani, wale ambao tayari wameingia kwenye tatizo, lakini kiosema la elimu basi kwa wale ambao bado tatizo halijawafikia waweze kujua mtindo gani wa maisha wanapaswa kuishi au tunapaswa kuishi, ili kuepuka kuongeza idadi ya wagonjwa huenda baadaye mpaka tutaambiwa tena tuongeze majengo, tuongeze mashine, tuongeze wataalamu, kwa sababu ya kuongezeka kwa tatizo. Tumuombe Mungu, lakini tuombe na nyie muendelee kutoa elimu, ili tusifike huko kwenye kushuhudia ongezeko kubwa la matatizo ya figo, na badala yake tushuhudie kinga kubwa ya matatizo ya figo, lakini wachache waliopata tatizo tayari, basi tushuhudie namna ambavyo wanaendelea kupata huduma bora hapa na afya zao kuendelea kuimarika. Nimalizie kwa kutoa wito kwa wananchi wa mkoa wa Katavi eh, kwamba tuzitumie huduma hizi kama ambavyo Mheshimiwa Rais amekusudia na kama ambavyo tunapata matatizo mbalimbali ya kiafya tuzitumie vizuri. Zimeletwa huku mkoa wa Katavi kwa ajili ya sisi wanakatavi tuliopo huku na maeneo ya jirani lakini kubwa zaidi ni waombe wananchi kuendelea kuunga mkono jitihada zote za serikali kwa sababu siku zote serikali hii na hasa serikali awamu ya, ya sita inaongoza na Mheshimiwa Rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan, siku zote lengo imekuwa ni kuwafikia wananchi popote walipo na kuwapa huduma bora. Naomba tuendelee kumshukuru Mungu kwa kupata rais anayejali hali za wananchi wake, na tuendelee kutumia huduma hizi, na tuendelee kuimarisha afya zetu. Yanaoweza, tunaoweza kujikinga, basi tujikinge, lakini pia wafuate sana maelekezo ya nyie wataalamu wetu, ili kuweza kujikinga, kuweza kutibiwa, lakini na kuweza kuishi maisha ambayo angalau nguvu kazi hii itaendelea kuwa na nguvu ya kutumikia mkoa na kutumikia taifa kwa ujumla wake. Niendelee kuwashukuru sana na kuwapongeza sana wataalamu wote wa afya mkoa wa Katavi kwa kazi nzuri kabisa ambayo mnaendelea kuifanya. Sina wasiwasi kabisa wa namna ambavyo mnatoa huduma, kwa sababu sina malalamiko makubwa yatakayonifanya nikonkludi kwamba huduma hazitolewi vizuri. Kwa hiyo niwashukuru, niwapongeze na niwaombe wataalamu wote wa afya ngazi zote, mwendelee kutoa huduma nzuri, na sisi tutaendelea kuhakikisha kwamba kupitia bajeti na mipango mbalimbali iliyopo, mahitaji yenu yote taendelea kuhakikisha yanatimia, ili muweze kutoa hizo huduma nzuri. Baada ya kusema hayo, niwashukuru sana na niwatakie heri katika kuendelea kutoa huduma bora za afya hapa hospitali ya mkoa, lakini na hospitali zetu nyingine kwenye maeneo yote mkoani Katavi. Asanteni sana, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mungu wa